Kwa mwaka huu ishirini na tano unapaswa kuwa mwaka wa mageuzi ya maadili katika utumishi wa umma watumishi wote wa umma wanapaswa kujiuliza kila siku, ninamtumikia nani, kwa lengo gani na kwa njia ipi? Hiki natoa wito kwa kila wakili wa serikali kuwa kielelezo cha uadilifu na uaminifu, kuheshimu muda na kutumia rasilimali za serikali kwa uangalifu, kutoa huduma kwa usawa bila upendeleo au ubaguzi na kutoa taarifa kwa uwazi na kushirikisha wananchi katika maamuzi yanayowahusu. Kwa kufanya hivyo tutajenga Tanzania yenye uwajibikaji, heshima kwa haki za binadamu na maendeleo yanayowagusa wananchi. Tanzania inahitaji watumishi wa umma wenye maadili ya hali ya juu, walio, kutaya, walio tayari kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya taifa, si kwa faida zao binafsi. Bali kwa maslahi mapana ya wananchi wote. Tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha kuwa tunalinda, tunaendeleza na kuimarisha maadili ya utumishi wa umma kwa mustakabali bora wa taifa letu. Mwisho lakini si kwa umuhimu, mwaka huu tunaelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Ni jukumu lenu kama mawakili wa serikali kuhakikisha, pamoja na mambo mengine, mnashiriki kikamilifu kwenye kuelimisha umma juu ya umuhimu wa kushiriki uchaguzi na kusaidia serikali katika usimamizi wa sheria zote zinazohusiana na uchaguzi mkuu.